Ndugu wajumbe, kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 24 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha kanuni za uchaguzi za ligi kuu za Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania kikisoma pamoja na kanuni ya 25 kanuni ndogo ya sita ya kanuni za uendeshaji wa Bodi ya Ligi, naomba sasa kutangaza matokeo ya mwenyekiti wa Bodi ya Ligi kama ifuatavyo. Jumra ya kura zilizopigwa zilikuwa ni kura kumi na nne. Kura iliyoharibika ilikuwa ni kura moja. Kura halali ni kumi na tatu. Sasa ndugu Hosea Lugano alipata kura sita na ndugu Nassor Idrissa amepata kura saba. Kama ambavyo nilisema hapa, si ni utaratibu tu kwamba kwa mujibu kwa wa kifungu cha 24.1 na 24.2 ikisoma pamoja na kifungu cha 25 kifungu kidogo cha 6, cha sheria za onyeshaji wa bodi ya ligi, namtangaza na ndugu, ndugu, ndugu Nassor Idrissa kuwa mwenyekiti mteule wa Bodi ya Ligi Tanzania. Na mwisho kabisa, niwashukuru wajumbe kwa ushirikiano mlioipa kamati yangu tangu mwanzo mpaka mwisho tulipoanza zoezi hili. Kwa hiyo sisi tunashukuru, tumekamilisha kazi yetu. Ndugu Idrissa, wewe ndio mwenyekiti mteule, karibu hapa, na wale wote mliochaguliwa. Sisi kwa heri, tumemaliza kazi yetu.